Nam, tuelekee kwengineko ambapo watu 23 w wamekamatwa wa katika eneo bunge la Kasipool kaunti ya Homa Bay wakati wa uchaguzi mdogo, baada ya kupatikana na mapanga ndani ya magari yao. Aidha, vijana waliojihami walimvamia na kumjeruhi mbunge wa Homer Bay Town Peter Kaluma kabla ya kumpokonya mlinzi wake bastola. Crispin chrispinoteno yuko Kasipool ambako amekuwa akifuatilia matukio ya uchaguzi huu mdogo kuanzia asubuhi mpaka hivi sasa. Crispin tueleze, hesabu ya kura inaendeleaje kwa sasa katika maeneo tofauti? Nam, Nimrod hapa nilipo nipo katika ukumbi ambapo shughuli ya ujumuishaji wa kura kutoka vituo mbalimbali ee, utakuwa shughuli hiyo itakuwa ikifanyika katika ukumbi huu, ila mpaka sasa maafisa wale ambao ni wasimamizi wa uchaguzi kutoka vituo vyote, uh, wangali kufika hapa. Unavyotizama bado ni maandalizi tu ambayo yamewekwa hapa, uh, kama njia mojawapo tu ya kuhakikisha kwamba shughuli hiyo imeanza muda wowote kutoka Uh, sasa tunaona makarani wangali wanaendelea kujitayarisha, na tulikuwa tumefahamishwa kwamba shughuli hii eh, inatarajiwa kukamilika, shughuli ya kuhesabu kura na hata kutangaza mshindi um, kwa mujibu wafisa, wa afisa msimamizi wa shughuli hii Rebecca Bwako ametuelezea kwamba tunatarajia kujua ni nani atakaye e, ibuka mshindi na kutangazwa kuwa mshindi katika kiti e, cha ubunge wa eneo hili la Kasipul. Kwa hivyo, kabla ya shughuli hiyo, hapo awali kumekuwa na maswala mengi, mengi yalijiri e, tangu vituo vya kupigia kura vilivyofunguliwa, na tulishuhudia vile, vile a, patashika baina ya vijana na vilevile vile Uh, mbunge wa Homa Bay Town, uh, Peter Kaluma ambapo hata uh, bastola liliweza kupotea, lakini tuliweza kuandaa taarifa ili kuelezea tu watazamaji wetu jinsi ambavyo hali ilivyokuwa katika eneo bunge hili la Kasipul siku kutwa, mwendo wa saa nne, wakati shughuli za upigaji kura ilikuwa ikiendelea ndani ya shule ya msingi ya Agoro Sare mjini Oyugis. Hapa mbunge wa Homa Bay Peter Kaluma alijipata pabaya, licha ya kuwa ajenti mkuu wa mgombea kiti cha Kasipul kwa tikiti ya ODM. Vurugu zilizuka wakati vijana walioandamana na mgombea huru walipofika katika kituo hiki kutathmini hali, wengi hawakufurahishwa na uwepo wa Peter Kaluma. Baada ya patashika hiyo iliyoshamiri kwa takriban dakika tano, Kaluma aliwachwa na majeraha mabaya kichwani, kando na mlinzi wake kupokonywa bastola yake na vijana hao. These youths are from Kibra. These youths are from Madare. These youths are from Raraka. And we know all of them. All of them. How do you know them? Yes, we know them because oh. we have their networks. In fact, I can give you even their names. These are people who are former robbers and very bad people. Baadaye, kundi jingine la vijana waliojihami kwa mipini lilifika hapa tayari kuwakabili kabili wenzao hali iliyowalazimu walazimu maafisa wa GSU kuingilia kati kutuliza hali katika kituo cha polisi cha Oyugis. Magari haya kumi na matano ni miongoni mwa magari ambayo yalipatikana yakisafirisha wahuni ndani yao. Vijana walipatikana na mapanga, mawe na silaha nyingine hatari.

Hata hivyo, maeneo mengine yalishuhudia utulivu wakati wa zoezi la upigaji kura, japo idadi ya waliojitokeza ikiwa chini ya asilimia 35. Crispin Otieno, Runinga.